wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani, ekhwani, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehema na amani zake subhanahu, subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bali ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi si Mungu subhanahu aliposema warafana laka dhikiraka. Ekhwani zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa kumfungua mke au kumfungua mume asiyeweza tendo la ndoa. Wengi tumezoea kuona kwamba kama mume hawezi tendo la ndoa, basi hana nguvu za kiume. Lakini nikwambie ya kwamba wapo wanamume wenye nguvu za kiume, lakini kulingana na mambo ya nje ya uwezo wao, anakuwa hana nguvu za kiume, kama kupatwa na mashetani, kama patwa na vifungo vya kichawi na kadhalika. Na hivyo hivyo hata kwa wanawake nao ipo hivyo, yaani anatekeleza lile tendo alimradi liende tu, kwamba ndo sasa nipo kwenye ndoa nitafanyaje, lakini uhalisia si kweli. Sasa ikiwa kama mume ameoa mke, baada ya kuoa mke amfikisha nyumbani sehemu watakapoanza maisha yao, lakini bahati mbaya ndo huyu mume tena akajikuta, eh, uwezo wa kufanya tendo la ndoa haupo tena mpaka na tahayari. Kwa nini imekuwa hivi? Lakini yupo mwingine ana mke wake wawili au wake watatu au wanne. Mathalan, anaweza kawa na wake wawili, lakini kwa bi mkubwa yuko vizuri, kwa bi mdogo hayupo vizuri au kwa bimu mdogo yupo vizuri, kwa bimu kubwa hayupo vizuri. Sasa unashangaa, kwa nini nikiwa huku niko vizuri, kwa nini nikiwa huku sipo vizuri? Hivi tunasema ni vifungo vya kichawi. Sasa namna gani tunaweza kuvifungua? Kwa idhini yake Tabarak wa taala, fuata utaratibu huu na ukupa wa aya saba nzito sana zinazoweza kufungua na ukabakia ukiwa huru, kwa idhini yake subhanahu subhana. Ama unachotakiwa ukifanya, Tafuta mayai eh, mayai saba. Hayo mayai saba ya kuku wa kienyeji yapike vizuri. Yakishaiva yaipue yale mayai, kisha yaache yapoe. Yakishapoa utayamenya yale maganda yake, vitabakia vile viini vya ndani. Ikisha e, hatua inaofuata, utaandaa eh, kalamu na wino wako wa zafarani eh, na uta, utaandika kwa kila yai moja, utaandika aya moja katika zile aya saba, na mpaka mayai yote saba naisha, basi kila yai litakuwa na aya zake. Iko hivi: yai la kwanza utaandika maneno haya yanayopatikana katika suratul Araf, eh, aya 116. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema saharu ayunan nasi wastarahabuhum wajau bisihrin adhim. Hiyo ni yai la kwanza. Ama yai la pili tutaandika katika e, suratul arafi aya ya 118 inaosema fawaqa alhaqu wa batala ma kanu yaamalun. Eh, yai la tatu tutaandika maneno ya Mwenyezi Mungu yanayopatikana katika suratu tu Yunus aya ya 81, asema ma jitum bihi sihru inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al mufsidin. Ama aya ila nne tutaandika, no hilo hilo hilo ni hiloni yaila um... Yai ah, la pili ndio tutaandika yai la pili tutaandika fawaqa lhaqu wa batala ma kanu ah ma jitum bihi sihru inna llaha sayubtiluhu inna llaha la yuslihu amala lmufsidin, ambapo kwenye yai la kwanza tunasema yai la kwanza saharu ayuna lnasa wastarabuhum wa ja'u bi bisihrin azim ambao ni aya ya 116 kisha utaongezea aya nyingine hapo hapo kwenye hiyo hiyo yai la kwanza e, ambayo itakuwa ni aya 118, utasema fawa alhaq wa batala makanu ya amalun. Halafu yai la pili ndio tutakuja kusema maji tumbi bihi sihru inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal almufsidin, e, ni aya 81, suratu Yunus. Ama yai la tatu sasa tutaandika awalam yara ladhina kafaruu ana lsamawati wal arda kana taratqa fa fataqna huma. Eh, tutaandika katika yai letu ambayo hii aya iko Suratul Anbiyai ni aya ya 30. Lakini yai letu la nne tutaandika aya hizi, tutasema wala yuflihu sahir. Hii ni aya ya 69 Suratu Taha. Halafu tutamalizia kusema wayansuraka llahu nasran aziza, ambayo ni suratu lfatihi aya ya tatu. Yai la tano tutakuja kuandika aya hii inayopatikana katika suratu lqamar, tutasema fafatakina abwaba ssamai bimai munhamirin. E, ni aya 11 hiyo katika Suratu e, e, Alqamar, lakini pia tutakuja kusema wafajjarna larda uyunan, ambayo ni aya ya 21 Suratu Alqamar. Kisha tutakuja aya ya sita, eh yai la sita yai hili la sita tutaliandikia aya inayopatikana katika Suratu Mujaddala aya ya 21, tutasema kataballahu la aghribanna ana wa rusuli Inna Allaha qawiyyun aziz, eh? Tutaliandika lile kwenye kile kini chake, na ya ila saba tutaandika aya hii yetu tusema man wa man yatawakkal eh, wa man yatawakkal fahuwa hasbuhu inna Allaha balighu amrihi, ni suratu Talaq aya ya tatu. Ukishaandika sasa hizo aya katika hayo mayai saba, kinachofuata ni mke na mume watakuwa wanakatiana kipande cha yai kimoja, atakula mume, kingine atakula mke. Siku ya kwanza, siku ya pili watakata tena kingine yai jingine kimoja takula mke kingine takula. Kwa hiyo wataenda hivyo mpaka siku saba, kulingana na aya saba na mayai saba, mpaka hapo watakuwa wako vizuri, kwa uwezo wake Muumba wa mbingu na ardhi. Na kupa hii nawe, ichukue ikakusaidie, ukiona kama ndani kwako kumekuwa sa unyonge unyonge, eh, ambao hautambuliki from nowhere, yani umekuwa vuruguvurugu, basi embu chukua utaratibu huo utakuja kunishukuru kwa idhini yake subhanahu wa taala inshallah. Niseme mimi Sheikh Hamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua, kwa ujumla wetu tunafanya dua kwa kuombea watu wa aina mbalimbali kwa shida zao na matatizo ya aina mbalimbali. Assalamu alaikum karibuni eh, nyumba ya tiba na dua, tukuombeeni kwa Mungu kwa sababu yawezekana, eh, ulimi wetu ukawa ni mzuri kwa Mwenyezi Mungu, nawe akaweza kujibia lakini pia tunatibia maradhi ya aina mbalimbali eh, kulingana na shida na chanzo cha tatizo namna kilivyo. Inshallah, ni kuagi kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayati llahi wa amni, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.